Tuzungumze kuhusiana na homa ya ini. Moja kati ya kiungo muhimu ambacho kinafanya kazi nyingi ni ini. Inafanya kazi zaidi ya mia tano mwilini mwako, lakini leo imekuwa ni changamoto kubwa ambayo inawatesa watu wengi sana. Homa ya ini ni ugonjwa unaosababisha uvimbe na uharibifu wa ini, mara nyingi hutokana na maambukizi ya virusi hasa Hepatitis A, B, C, D na E. Pia matumizi ya pombe kupita kiasi, sumu mwilini, au magonjwa sugu. Ini lina zaidi ya kazi mia tano, lakini kazi zake kuu ni kusafisha damu kwa kuondoa sumu, kutengeneza na kuhifadhi virutubisho, kuchuja mafuta na cholesterol, kudhibiti, kudhibiti sukari mwilini kusaidia kinga ya mwili dhidi ya maambukizi. Sababu kuu za homa ya ini: maambukizi ya virusi hasa hepatitis A B C D na E, maambukizi ya pombe na dawa za kemikali, ulaji wa vyakula vyenye sumu na mafuta mabaya, magonjwa ya kinga ya mwili autoimmune hepatitis Upungufu wa virutubisho vinavyolinda ini. Madhara hatarishi kwa mhanga wa homa ya ini: kuongezeka kwa sumu mwilini, kwa sababu hiyo kazi inakuwa imepungua ufanisi, kwa sababu ini linakuwa lipo kwenye shida. Kupungua kwa nguvu na uchovu sugu, kuvimba kwa tumbo na miguu, kifo cha seli za ini, cirrhosis hatari ya saratani ya ini. Suluhisho: jinsi polysaccharides na triterpenes katika uyoga mwekundu zinavyosaidia kwa afya ya mhanga wa homa ya ini. Polysaccharides huchochea uzalishaji wa seli mpya za ini hepatocytes, kusaidia ini kujirekebisha haraka baada ya uharibifu. Pia huimarisha kinga ya mwili kwa kuchochea seli za T na macrophages, kupambana na virusi vya hepatitis. Triterpenes hufanya kazi kama kinga ya mwili asili, kinga ya ini, kusaidia kupunguza uvimbe na uharibifu wa ini unaosababishwa na sumu au virusi, pia huzuia uzalishaji wa mafuta mabaya yanayochosha ini na kuongeza uwezo wa ini kusafisha sumu mwilini. Kupunguza shinikizo kwenye ini, Ganoderma lucidum husaidia kupunguza mzigo wa kazi ya ini kwa kuboresha kimetabolic ya mafuta na sukari mwilini, hivyo kuzuia kuongezeka kwa mafuta kwenye ini fat liver kuzuia kuendelea kwa ugonjwa wa cirrhosis. Kwa wenye ini lilodhoofika, viambata hivi husaidia kuzuia ugumu wa ini fibrosis na kuimarisha uwezo wake wa kufanya kazi. Ni kinga dhidi ya saratani ya ini. Tafiti zinaonyesha kuwa polysaccharides na triterpenes zina uwezo wa kuzuia ukuaji wa seli hatarishi zinazoelekea kusababisha saratani ya ini. Linda afya yako leo kwa kutumia suluhisho la asili.